Katika kijiji cha Mwanzoni aliishi kijana aitwa Esefu, kijana ambaye watu walishindwa kumwelewa. Hawakumsema kwa sababu ya umaskini, bali kwa sababu alikuwa na tabia ya kutulia kimya sana, akitazama upepo ukipuliza majani, kana kwamba anasikiliza sauti ambazo wengine hawazisikii. Sefu hakuwa na rafiki wa karibu, na mara nyingi watu walifikiri hana chochote cha maana kichwani, lakini ndani ya ukimya wake kulikuwa na jambo ambalo wengi hawakuliona uwezo wa kupinga mazingira yake kwa nguvu ya akili. Baba yake alikuwa mfanyikazi wa kuchimba mawe, akirudi nyumbani kila siku na vifundo vya mikono vikiwa vimevimba kwa uchovu. Mama yake alikuwa akishona nguo za watu ili kupata pesa ya unga. Licha ya hayo, Sefu hakuwahi kulalamika. Kile kilichomuuma moyoni si umaskini wao bali namna watu walivyomchukulia kama mtu asiye na mwelekeo. Siku moja baada ya kazi za shamba, Sefu alikwenda kwenye msitu mdogo uliokuwa nje ya kijiji. Akiwa amekaa juu ya mwamba mkubwa, mzee mmoja anayeitwa Mzee Kombo, aliyefahamika kwa hekima zake, alikuja pole pole na kukaa pembeni yake. Bila kumwangalia, mzee alimwambia, najua macho yako yana maswali ambayo watu hawajui kuyajibu. Sefu alishtuka, hakutarajia mtu kuona kitu ndani yake alimwambia mzee, kila mtu anasema sina kipaji, sina mwelekeo, sina kitu. Wanasema niko kimya kwa sababu sijui kitu chochote. Mzee Kombo alicheka kwa utulivu na kusema, kijana, maji tulivu ndiyo yenye kina kirefu. Tatizo lako si ukimya, tatizo ni kwamba umewaacha watu wakukadirie kwa macho yao badala ya vitendo vyako. Alafu akatoa mfuko mdogo wa kiutani na kumkabidhi Sefu. Alipofungua alikuta punje moja ya mbegu ya mkaratusi. Mzee akamwambia panda mbegu hii lakini usiweke kwenye bustani ya kijiji. Panda mahali ambapo hakuna mtu atakayeiona. Lisha kwa juhudi zako, usimwambie mtu hata mmoja. Kile utakachokiona baada ya miaka michache kitaonyesha thamani yako ya kweli. Sefu alichukua mbegu ile kama zawadi ya msimu mpya. Aliipanda kwenye udongo wa kichuguu kilichokuwa mbali na njia ya watu. Kila siku baada ya shule alipija maji, aliondoa nyasi na aliilinda kutokana na wanyama. Hakuna mtu aliyewahi kujua ni nini Sefu alikuwa akifanya peke yake msituni. Miaka ikapita. Wakati vijana wenzake walikuwa wakijivunia mavazi mapya au simu za mkononi, Sefu alijivunia mti wake unaokuwa kimya kimya, bila shangwe wala makofi. Baadaye mti ule ulianza kutoa harufu kali inayoweza kutumika kama dawa na mafuta muhimu. Sefu alianza kuvuna majani yake na kuyauza mjini kwa wauzaji wa dawa. Hakutangaza mafanikio yake aliendelea kuwa yule kijana mtulivu tu, lakini pesa zilianza kuingia kwa wingi kuliko alivyotarajia. Akajenga ghala dogo, akapata wateja, akaanza kuwa msambazaji mkuu wa mafuta ya mkaratusi katika maeneo ya karibu. Watu wa kijiji hawakuamini jinsi kijana yule kimya alivyogeuka kuwa mfanyabiashara wa kiwango kisichoelezeka. Mzee Kombo, aliyekuwa na mianyamaza muda wote, alimtazama na kusema: Sasa waambie, je, Ulikuwa mjinga au wao? Hawakujua walichokuwa wanaangalia? Sefu alicheka peke yake, akijua ukweli mmoja tu: kuna watu wanaongea sana mpaka hawaoni kitu, na kuna watu wako kimya mpaka dunia inalazimika kuwasikiliza. Msikilizaji, kama maisha yanakudharau leo, usipigane kuonekana. Panda mbegu yako kimya kimya, ilinde, itunze. Dunia itaiona wakati tayari imekuwa juu yako. Endelea kufata safari ya hekima na usikate tamaa.